Kaka yetu kiongozi wetu, mimi kama mbunge wa jimbo la Segerea ninayetokana na chama cha upinzani kwa maana cha umma, naomba nitumie nafasi hii kwanza kukushukuru sana. Umekuwa ni kiongozi unayetuunganisha kama jamii, lakini umekuwa ni kiongozi unayetuonyesha kwa vitendo kwamba tunapaswa kupambana kwa ajili ya vyama vyetu kipindi cha uchaguzi na kampeni, lakini baada ya hapo unatuonyesha kwa vitendo kwamba tunapaswa kuungana kwa ajili ya kuwatumikia wananchi, ambao wananchi wetu wawafahamu na kutambua mambo ya itikadi za vyama, wao wanachokihitaji ni usalama, wanachokihitaji ni maendeleo, na zaidi sana wanahitaji kuwa wamoja zaidi. Mheshimiwa DC, naomba nikushukuru sana, lakini niseme hata huko linako kwenda bungeni, tunaanza bunge nitakutolea mfano ili kama kuna waheshimiwa madisi ambao hawajaiona siri hii, basi waige mfano wako. Kwa maana unamsaidia Mheshimiwa Rais kuliko unavyoweza kufikiria, kwa sababu dhana na dhamira ya Mheshimiwa Rais ni kuona taifa tunarudi kuwa pamoja, si ndio? Hauwezi kuja mtaa kwa mtaa, kijiji kwa kijiji kuyasema haya. Wasaidizi wake ambao wengine ndio hawa MDC, wanapaswa kuwa sehemu ya kuliweka taifa letu pamoja. Mheshimiwa DC, watu wa kwanza ambao wanahitajika kuwa pamoja ni wanasiasa. Wanasiasa tukiwa pamoja, jamii yetu inakwenda kuwa pamoja. Mheshimiwa DC, kwa mara nyingine, asante sana. Umeonekana katika wilaya yetu hii ukisimamia zana nzima ya fora, na Mwenyezi Mungu akubariki sana.